Sihitaji proper management hayupo. Mm. Yes, kwa sababu tunafanya hii kazi licha ya mapenzi lakini pia hii ni biashara. Yeah. Kwa hivyo kitu kama management ni kitu ambacho nadhani sio kitu ambacho unaamka asubuhi unaenda kutafuta management ni Kariakoo. Na yeye. Kwa maana sasa leo inaifungia kazi yeah, wiki mbili lakini kama hivi yeah. inasaidia ina maana Mjini FM watu wanasikiza. Yeah. Mimi ni msanii independent, mtu uko na interest tunaweza mm. kuwa, kuangalia mikataba pande zote mbili. Kwake na kwangu tunafanya kazi. Mm. Yes, management zote ambazo nimewahi kuzipata historically Mm. Sijawahi kutafuta proper yani mtu anisimamie. Mm. Yes, kwa hivyo ni huwa inatokea bana, nimepewa namba yako na mtu fulani. Mm. Tukutane na biashara na wewe. Mm. Yes, inakuwa hivyo. Sasa hivi unafanya nini? Na album labda na na IP na video na kitu chote ambacho nataka kufanya na idea yako ikoje? Mm. Watu wanakusikiliza wanaanza kuinvest. Kwa hivyo sijawai kujua wapi naweza kusema naenda kutafuta management, lakini nakaribisha mawazo, nakaribisha wadau, nakaribisha mtu yote ambaye anaweza kuwa tayari kufanya kazi na mimi yeah. Yes. Okay, uh, kwa experience yako kwenye game umekuwa ukiona mambo mengi sana ambayo yameendelea kwenye game by the way. Kuna mbanga hapo katikati za management, watu wanazinguana sana, huyu kazinguana yeah, na huyu managers sasa hivi amekuwa changamoto, lakini kuna time pia Zuchu aliwahi kupost kupitia Insta story akishare mm -hmm, maoni yake kwamba game inahitaji watu wengi sana, wadau, managers, wabunifu, watu wengi wengi. Yeah, sure. Lakini hivi vitu vyote ambavyo vinatokea, hizi changamoto za management, be, bele haijawahi kumpa red flag kwamba kwa nini bado ninitamani kuwa na meneja au nihitaji kuwa na mtu ambaye anatakiwa aje nisimamie, kwa sababu naona watu wanaosimamia nimeshajifunza. mm -hmm. watu wanazinguana. hii kwako haija sound kwamba ni kama red flag? Ah, no. Unajua mnavyokuwa mnafikia mwisho, sio watu wote wanaweza wakapatana vizuri. mm -hmm. Yes, na kumalizana vibaya ni rahisi sana, kwa sababu labda unakuta expectations za pande zote mbili, labda mkataba ulikuwa muda mrefu, labda me meachana nao, unajua. Mm. Labda um, investor alitarajia labda matarajio fulani pia. Mm. Au msanii alikuwa na -expect kitu fulani kutoka kwa management y you know. Yeah. Lakini mimi kwa sababu naiona kama vile ndo industry yenyewe yani, unaelewa. Yeah. Yani ni vitu ambavyo vina flow, yani sio vya kutengenezwa, ndo inatokea hivyo. Mm. Kwa hivyo ni kwa sababu ni vitu vina happen, kwa watu wengine mimi hai, hai ni kitu ambacho nakiona kama ni biashara yetu. Ina hizo ndo ups and downs za biashara yetu, ndo mm. weather yenyewe ya mchezo wetu yeah. Ainitishi ai, ai, ainisumbui ainifanyi nisitamani kuwa na manager mm. mm. kwa experience yako kidogo, nataka tu share, unafikiri kwa nini wasanii hawadumu wanapokuwa kwenye record label? Tumeona kuna record label kadhaa zinakuwa zina, zina deal na wasanii zinaingia mikataba na wasanii lakini wengine wanakuwa wanaachana kwa njia mbaya sana. Excuse me, no disrespect. Mimi Tanzania nahesabu record label ni moja tu, ambayo ni ipi? Wasafi pekee, yes. Hapo kuna Konde, kuna Kings, kuna next level, kuna nyingine utanikumbusha bwana mpwa, Bongo Records na wenyewe ipo ni kampuni inayojitegemea mm. Okay. Kwa nini Belle umesema hivyo? Iko wazi tu kwa sababu unaona wasanii wakiwa wanapita kwenye mikono mm. ya hiyo management mm. wanavyotoka mm. sioni kama kuna msanii mwingine anatoka kwenye record label nyingine anaweza kuwa na the same power. mm. kwa hivyo tutoe tu respect sometimes. mm. anachofanya Diamond ni kitu kikubwa mm. wasanii wanaotoka pale wan, wanakuwa powerful sana, japokuwa kuna wengine tunaonekana kama wanasuasua. Ndio maana nakwambia record label ni moja, kwa sababu sijawahi kuona mtu ambaye ana compete mm. na wasafi katika level hiyo, in terms of kumsimamia msanii mm. yani, ukiniambia kuna msanii gani anatoka kwenye record label nyingine ana ukubwa kama Rayvan zuch utakuwa ni uongoay mawazi. Inawezekana, kwa sababu hapo tunazungumzia investment, the way ambavyo mtu anaweza akainvest kwa msanii Diamond. Inawezekana yeye yeah, akaamua tu kutia milioni mia kwa msanii fulani ili yeye yeah, aende ambayo hiyo tumeona ni ngumu kwa baadhi ya wasanii wengine, sijui kama wanafanya ona, kwenye management zao lakini nafikiri kwa Diamond kama ambavyo amezungumza, naweza nkaungana na wewe, tumpe maua yake. Yani, vitu vingine hmm. viko wazi tu, tuache tu, tu siasa katika hilo. Tuna, tunavoziua hizi na kutozipa thamani mm -hmm. kuto kuzisaidia ina picha nzuri kwa maendeleo ya game yetu, ibaki tu record label hiyo moja, a sasa hiyo hiyo ni hilo ni, ni swala la swala binafsi hmm. mimi naweza nikakaa tu siku nikaamka bara na mimi kwa sababu naona labda safi, anafanya vizuri, nami nasema nami nasaini wasanii na nini vitu kama hivyo naelewa. Uh, uh, <coughs> lakini <Like> <laughs> ile ni biashara ambayo ina, inakuwa na plan kabisa uh, uh, yes. Kwa hivyo mimi nadhani tukifanya vitu tufanye for real uh, tufanye kwa ukubwa uh, uh, kama ambavyo naona mjini FM mesimama, panajua kuna mawazo ya watu yalitumika, yali kupicture hii kitu, sio tu freestyle watu yeah. wajamka tu asubuhi wakawangalia si tu, one, two, three, ah Naamini ni plan ya muda mrefu, haijaibuka tu siku mbili, mtu kapata hela, kauza ng'ombe, sijui kauza nyumba huko mzuka, haiko ay, ay, hivyo. Yeah. Yes.